Natamani tushirikiana na neno la Mungu na wewe kwa kichwa cha ujumbe kinachosema upendo wa Mungu kwa wanadamu. Natamani tuongee na wewe upendo wa Mungu kwa wanadamu, na tunapata maandiko yetu kwenye kitabu kile cha Mwanzo mlango wa tatu nane hadi kumi, lakini Yohana mlango eh, wa tatu kumi na sita, hata pia Luka nane ishirini na sita mpaka thelathini na tisa. Ningeomba msomaji mtumishi wa Bwana ukanisaidia kusoma kwa wepesi sana baadhi ya maandiko hayo pale Maa. takapoona ni vema, waachilie basi. Hebu soma kwanzia mwanzo, mwanzo ule mlango wa tatu nane paka kumi Tegemea, tatu, upata mabadiliko kupitia somweli. Chukua neno hili uone upendo wa Mungu kwako, karibu sana. Mwanzo tatu mstari wa nane mpaka wa kumi Biblia nasema mm, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga, Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani mm, Bwana Mungu asiwaone mm, Bwana Mungu asiwaone. Angalia neno hilo. Uhum. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. eh? eh. Asante. Nenda Yohana, Yohana 3:16 Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Asante. Luka 8:26 kwenda 39. Luka 8:29 mpaka 39. Biblia inasema kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu hmm. amtoke mtu yule, maana amepagawa naye mara nyingi hmm. hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyololo na pingu hmm. akavikata vile vifungo hmm. akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo, akakimbizwa kwa nguvu za pepo. Yesu akamuuliza hmm. Jina lako nani? hmm. akasema jina langu ni jeshi, kwa sababu pepo wengi wamemwingia hmm. wakamsihi asiwaamuru atoke kwenda shimoni Mm -hmm. Basi hapo palikuwa na kundi la nguruwe wengi, mm -hmm, wakilisha mlimani. Wakamsihi awape ruhusa kuwaingia wale, mm -hmm. Akawapa ruhusa. Pepo wakamtoka mtu yule, wakawaingia nguruwe, nalo kundi lilitelemka gengeni kwa kasi wakaingia ziwani, wakafa maji. Wachungaji walipoona lililotokea, walikimbia wakaieneza habari mjini na mashambani. mm -hmm. Watu wakatoka kwenda kuliona lililotokea, wakamwendea Yesu wakamwona mtu yule aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo, ana akili zake, wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza jinsi alivyoponywa yule aliyepagawa na pepo hmm. na jamii ya watu wa nchi ya Wagerasi iliyo kando kando walimwomba aondoke kwao, kwa kuwa walishikwa na hofu nyingi. Basi akapanda chomboni akarudi. Na mtu yule aliyetokwa na pepo alimwomba ruhusa afuatane naye lakini yeye alimwaga akisema, rudi nyumbani kwako ukahubiri yalivyo makuu Mungu aliyokutendea. Akaenda zake akihubiri katika mji wote yalivyo makuu mambo aliyotendewa na Yesu. Haleluya, piga makofi mengi kwa ajili ya neno hili. Bwana, nakushukuru kwa sababu unaenda kusema na mtu mmoja. Naenda kusema na yule baba na yule mama, naenda kueleza habari ya upendo wa Mungu kwa wanadamu Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingi mtu mwingine anaweza akaonyesha upendo kwa maana ya kutafuta manufaa kwako kwa kile ambacho umekibeba ama ulichonacho ama unachomiliki. Anaweza akawa karibu na wewe kwa sababu ya mazingira hayo. Anaweza akawa karibu na wewe kwa sababu anajua kesho utaweza kunisaidia. Lakini Mungu anaonyesha upendo wake hapa. Na wote tunajua sisi tumeumbwa Mungu aliposema, na tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale. Baada hapo, anguko la mwanadamu likatokea, na hivyo huyo mwanadamu akawa amepotea, ametoweka kwenye uso wa Bwana, akaondoka, akawa na maisha yake, akaanza mfumo mwingine wa kujitafutia na kujifuni, kujistiri ambako sasa akajiona yuko uchi bora atumie njia anayeweza kuiona. Mazingira hayo ambaye tunayaona, Mungu anarejea, wakati anajua uaga, anakuwa na ibada na mtumishi wa Mungu. Adamu na mke wake anafika kwenye mazingira hayo ambako alikusudia angemuona Adamu na mke wake. Swali la kwanza anauliza Adamu, uko wapi? Swali la kwanza ambalo pia mimi pasasoa anauliza, na wewe binti, ama mama, au kaka yoyote ulioko mahali hapo, sio mjua Yesu. Yesu anakuuliza uko wapi? Mungu alivyokuwa na kukusudia, saa ingine sivyo anavyokuona sasa. Kuna mambo ambaye anategemea angeyaona kwako na sasa hayaoni tena, na kwa sababu hiyo Mungu akaamua aanze tena kushughulika, hatua ya pili ya kumfanya huyu mwanadamu akaamua kuchinja mnyama, akaamua kuchukua ile ngozi na kumfunika tena. Maana yake ni nini? Mtu aliyekuwa amechafuka anaamua kumfuata tena na kumfanya afae, at least aonekane vyema. Bwana Yesu apewe sifa. Na tumeona pia upendo wa Mungu kwenye Yohana tatu. Anarudi tena Mungu kwa kumtumia mwanaye wa pekee anatafuta mwanadamu yule aliyepotea tangu Agano la Kale. Alipopotea hapakutokea njia yoyote, njia zilizotumika zilikuwa za wanyama. Leo anataka damu ya Yesu Kristo imwagike kwa njia ya msalaba, ili ilete ukombozi kwa mwanadamu na ndio maana tunamwona Yesu hapa Biblia nasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanawe wa pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Na mtu huyo ambaye amepotea huenda ni wewe, na leo Yesu amekuja ili usikae katika hali ya kupotea, ili uweze kupata wokovu kuanzia sasa. Jina la Bwana libarikiwe sana, Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, tunaona mambo haya katika hali ya kumpenda mtu tunajua hali ya kumpenda mtu. Nimesema tunaweza tukampenda mtu, ukaandamana na mtu ama marafiki ulionao. Ukitaka kujua marafiki wa kweli, pata shida, pata changamoto, nenda ukalazwa hospitalini, uone watakayekuja kukuona. Lakini Yesu amekuja kutuona tukiwa tuna hali mbaya. Biblia inaeleza kwenye, kwenye kitabu kile cha Zaburi na kitabu kile cha Isaya, Zaburi ya hamsini na tatu, lakini pia kitabu kile cha Warumi inaeleza hali zetu kwamba wote wamepotoka, hakuna naye mtafuta Mungu, tumeoza, tumeharibikiwa. Kwa hiyo Mungu anakuja kuwatafuta watu wenye hali ya kuharibika, kuharibika moyo, tunawaza mabaya, hatuwazi kumtafuta Mungu, lakini yeye ameamua kuja kututafuta. Anasema si kwamba ninyi ndio mlionipenda, bali mimi nimekuja kwa njia ya kuwapenda Wamekuja kutupenda, wakati mwingine tukiwa walevi. Hata na mimi nilikuwa na njia zangu zisiofaa, nimezaliwa kwenye familia isiyomjua Mungu. Bwana Yesu pewe sifa, watumishi wa Mungu, lakini namtukuza Mungu mpaka sasa. Yesu anaendelea kuonekana akiokoa familia yetu. Haleluya, haleluya, watumishi wa Mungu, akaja akaniokoa. Na Yesu anatukuta kwenye mazingira mabaya, mwingine unakuta kwenye mazingira ya uchawi mwingine unakutwa kwenye mazingira yaliyoharibika kabisa ya ushirikina. Mwingine unakutwa kwenye nyumba ya mganga. Mwingine tayari wewe ni mchawi, unaua watu, naruka usiku, unafuatilia watu hawana kosa na wewe, hawajafanyia jambo lolote, lengo lako uue tu. Na hata wengine kwa habari njema kama hii, mwingine yuko hapa, jitihada zake sio mjue Mungu, jitihada zake anataka haribu mkutano, na anasema ashindwe kwa jina la Yesu Kristo. Haja ya kumjua Mungu wetu aliye hai waliochoka na walioteswa na nguvu za giza sasa, natangaza ni mwisho, kwa jina la Yesu Kristo. Usalama uko kwa Yesu Kristo, amina. Amen. Amina, watumishi wa Mungu, Bwana Yesu apewe sifa Amen. Sasa tumemwona mtu huyu ambaye kwa Wagerasi, biblia nasema, Yesu akawaambia wanafunzi wake, na tuvuke mpaka ng'ambo. Ng'ambo kuna nini? Ng'ambo kuna mtu ambaye amehamishwa nyumbani Ng'ambo kuna mtu ambaye amezaliwa na baba na mama, hataki kukaa kwa baba na mama. Ng'ambo kuna nini? Ng'ambo kuna mtu ambaye ameacha mke wake ama ameacha watoto wake, amepelekwa mahali ambako hapafai kabisa kwa sababu gani? Nguvu ya pepo inamwambia wewe, huwezi kukaa na wanadamu walio hai, bali unatakiwa kwenda kukaa wa na watu waliokufa. Leo nakutangazia habari njema, ambaye Yesu ametuambia tuvuke mikoa ile mingine, tuvuke Morogoro, tuvuke Dodoma, tufike paka Singida mjini, tuendelee paka tuje mwachambia, kuna mtu ambaye ametolewa nyumbani, kuna mtu ambaye maisha yake yameharibikiwa, amezaliwa kwa baba na mama, lakini anaambiwa huwezi kukaa baba na mama ameoa, lakini anaambia huwezi kukaa na mke. Ana maisha ambayo yalikuwa mazuri, lakini ameharibiwa, amefanyiwa mabaya. Huyo mtu Yesu amekuja kwenye viwanja hivi, anamtafuta mtu huyo ambaye unahisi ameshindikana. Biblia nasema mtu huyo alifungwa kwa minyororo, akakata familia mekagi kao haiwezekani, anavunja kila sharti lolote mnaoliwekea. Natangaza ya kwamba sharti zingine na vikao vingine taviweza kama mtu ameingiliwa na roho nyingine, roho hiyo leo itapambana na msalaba, itapambana na Okozi Yesu Kristo, itapambana na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Yeah, kwenye viwanja hivyo taona yakipiga sarakasi majini. Yes, yakiwaacha watu huru wale wanaeteswa na nguvu za giza watakuwa huru. Nataka nikuambie ni leo, sio siku nyingine, ninaanzia leo. Kwa jina la Yesu utaweka huru, kwa damu ya Yesu Kristo. Yeah. Sikia mpendwa, nguvu nyingine ya kipepo ikiingia ndani ya mtu inamwekea sharti lingine ambalo yeye mwenyewe hata aliwezi. Mnyororo sio hali ya kawaida. Mnyororo tunaelewa, mnyororo ugumu wa mnyororo, uwezo wa mnyororo, huwezi kukata kwa hali ya kawaida. Pingu, wametumia njia ya pingu, abaki nyumbani, ikashindikana wakatumia njia mnyororo, abaki nyumbani, kashindikana. Wakatumia njia ya kumshika kwa njia yoyote ile, wakakagi kawe, kashindikana. Lakini leo nakwambia kama Yesu alipoenda kule kwa Gerasi, kamkuta huyo mtu aliyetolewa nyumbani, halafu anakaa makaburini. Wale waliokufa ndio anaona, ndio ndugu zake, wale waliokufa ndio anaona wa kuishi naye. Kuna mtu umefungwa katika mazingira hayo, umetolewa nyumbani, umetolewa kwenye hatima yako, unaishi maisha ambayo sio ya kwako huyu mtu anaishi makaburini maisha, na wengine wamefikia hali hiyo. Nini nakuambia moja na, Yesu amekuja kwa wale waliokatiwa tamaa ili pia awarudishe kwenye matumaini mapya tena. Yesu amekuja kuwarudisha wale ambao huenda wameshindikana warudi kwenye utaratibu wa kawaida tena. Yesu amekuja kukuondolea roho iliyoko juu yako, inaopareti maisha yako, hata una uwezo wa kuikontrol leo hii. Yesu atashika maisha yako na atakuendesha kwenye hatima yako, na utarudi kwenye kweli, katika jina la Yesu. Mtu mmoja sema amina, amen. Amen. Sema amina, amen. Bwana Yesu pewe sifa. Bwana Yesu, pewe sifa. Amen. Tunataka tumuone Mungu aliye hai. Tunataka tumwone Mungu aliye hai. Kuna maisha yaliyoharibiwa Shetani alipopata nafasi kwa mwanadamu, ameharibu hatima zote za mwanadamu ameharibu hata na akili. Maandiko haya tuliyosoma kwenye kitabu cha Luka Biblia, anasema baada ya kukutana na Yesu, huyo mtu na akaulizwa, sio kwamba alikuwa anamuuliza yule mtu, yule mtu alikuja kuongea naye baadaye, akamuuliza wewe ni nani? Wakajitambulisha wao ni jeshi, lakini baada ya jeshi kuondoka, ndipo akabaki yule mtu. Lile jeshi lilipokaa juu ya yule mtu, akili yake iliondoka, na ndiyo maana akili ilipoondoka kwenye hali ya kawaida, akawa naishi kwenye maeneo ambayo hayafai, kwenye makaburi, na anajikatakata, hajisikii maumivu, hajisikii chochote, na anatembea akiwa amevua nguo. Ukimcheka yeye naye anakushangaa, hawezi kujitambua katika hali ya kawaida, kwa sababu shetani alipoingia ndani ya ufahamu wake aliondoa akili yake, aliondoa ufahamu wake kama ambavyo wengine akili ishaondoka, anaweza akafanya hata mambo machafu. Anaweza kavua nguo akifikiri yuko sawa. Anaweza kabaka akifikiri yuko sawa. Anaweza kafanya mambo yasiyofaa, anafikiri yuko sawa. Anatamani akaloge, akauwe, anafikiri yuko sawa. Lakini nataka nikwambie wewe, akili yako imeharibiwa na shetani. Tunataka kutangaza ya kwamba Yesu huyu anapokuja juu ya mtu, ukimwamini na ukamwamua kumpokea, anafungua akili yako, mapepo yakiondoka, akili yako inarudi katika hali ya kawaida. Na akili ikirudi kwenye hali ya kawaida, ndipo utajijua huko maka kaburi ni huko nyumbani. Bwana mm. Yesu apewe sifa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia nasema huyu mtu akaekana ana akili zake timamu. Hivi unaelewa? Ana akili zake timamu. Kwa hiyo shida ilikuwa kwa mapepo. Shida iko kwenye, kwenye mapepo. Shida iko kwa mapepo. Ingiliza nikwambie. Kuna mtu mmoja ambaye akaja kunitembelea na mke wake. Akanambia mchungaji, kuna kitu kimetokea sio kwa cha kawaida. Imetokea na nini? Akasema bwana mimi nilikuwa nimelala na chumbani na mke wangu. Asubuhi tunajikuta tuko sebuleni. Eh? Eh tuko sebuleni. Ilikuwa kwaje mna nguo? Hatuna nguo. Wote mna nguo eh? Mko sebuleni eh? Asema aitoshe mchungaji, tumenyolewa. Sema baba tupone. Tumenyolewa. Yaani wamenyolewa. Unasikia kunyolewa? Wamenyoa. Zote. Halafu wangewaachia basi hata hapo. Wakazibeba, wakakuta nywele zimenyolewa. Lakini pia hazipo hapo chini. Ikawaje? Akasema sasa tufanyaje, mchungaji asubuhi? Tunakimbia na mke wangu tunaingia chumbani tuko uchi. Huyu mmoja anamfuata mwenzake na huyu anamfuata mwenzake. Walilala chumbani. Shetani anatamani ya kuharibia maisha yako. Sipokuwa na Yesu utafanyiwa haya mm. Lakini ukiwa na Yesu unafunguliwa. Leo hii muujiza utatokea juu yako, wakija utawaona katika jina la Yesu. Amina watumishi wa Mungu, amina. Utafunguliwa sikiliza, alikuambia utafunguliwa, utafunguliwa. Shetani haogopi cheo chako, shetani haogopi nafasi ulio nayo, shetani haogopi haogopi chochote hali ulionayo, heshima ulionayo, mali ulizonazo, shetani haogopi. Tuliwahi kuingia kwa mkubwa moja, akatutafuta baada ya kusikia tuko kwenye hospitali moja, akasema, nimeona jinsi mnavyofanya, nimesikia matendo makuu kwenye hiyo hospitali, nimeona watu wamefunguliwa katika hiyo habari. Huyo ni mke wa mtu mmoja mkubwa, nisimtaje. Bwana Yesu pewe sifa. Akasema nimehangaika, nime ni nimehangaika kama mtu, mtumishi wake. Tukaenda kwenye ile nyumba, ukiangalia ghorofa juu. Paki ni iko chini ya nyumba, ameweka mlinzi pale, askari yuko pale, lakini ameweka na ulinzi ule fancy wa kwenye fensi. Bado haisaidii, bado yeye anateseka hivyo hivyo, hela nazo lakini bado uko ndani ya mateso. Bwana Yesu pewe sifa, watumishi wa Mungu, amen. Tukaingia nikamsifu kwanza, naona umejihakikishia usalama. Akasema ndio, eh, kwenye maisha haya kawaida kuna hatari nyingi sana, kuvamiwa na vitu vingine vinaweza ikatokea. Nikamwambia usiku huaka haukabwi? akasema waga Eh? na kabwa. Nikamwambia una kabweji wakati mlinzi yuko hapo. Nikamwambia una kabweji wakati umeweka zile nyaya tu ukizikusa tu taarifa zinatoa. Akasema ni nguvu za giza, mchungaji. Sasa nikamwambia mimi nimekuja na suluhisho. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Nikamwambia nimekuja na suluhisho. Nimekuja na suluhisho. Wewe umehakikishia eneo hili usalama lakini ukitoka nje na eneo hili wewe pia hauna usalama, lakini pia uko ndani ya eneo hili bado pia hauna nini usalama. Kilichokosekana ni kimoja tu, ukinikubalia. Nikamwandaa moyo wake. Ukinikubalia tu yani utakuwa salama kwenye maeneo yote. Akawa aka na kiu, hicho ni kitu gani ambacho nimebakiza? Akafikiri labda atakinunua kwa pesa. Nikamwambia ni wewe, mruhusu Yesu awe ndani ya moyo wako hilo tu akasema, hilo tu mchungaji. Nikamwambia hilo tu, ukimruhusu Yesu tayari. Alipiga magoti chap. Shida ilikuwa ni nini? Amepelekwa paka nje ya nchi, haoni. Lakini ukiangalia ni mke wa mkubwa mmoja, haoni halafu hana, hana jinsi. Anasema macho alianza kutia kiza kiza kiza kama ukungu, ukungu. mwisho wake macho yakaisha pele kwenye nchi kutibiwa, hamna kitu. Pele uko wapi, hamna kitu. Mwisho wake baba yule akachoka akamwambia mama, kaa hapa, tumejitahidi haiwezekani. Bwana Yesu pewe sifa. Nimekwambia ukifungwa na Shetani, hata kama una pesa utahangaika sana, hata familia utahangaika sana na haitaweza kupiga magoti. Nikamwambia sasa, mkaribishe Yesu ndani ya moyo wako, kati na mwongoza sala ya toba. Nikashangaa akatapiga papu, nikamwambia nika endelea Baadaye akaacha ku, ku, ku, kunifuatisha sala ya toba, akapiga kelele, akasema, sasa nyinyi mmekuja kututoa. Nikamwambia tunawatoa, tunawajua, nilikuwa ni ninyi, tunawatoa Haleluya! Bwana Yesu pewe sifa. Tunawatoa, tunawatoa, mm. Alikuwa amevaa na vitu fulani, akaanza kuvikamata Akavikamata akaanza kuvitoa, kwa mkufu fulani mkubwa sana amevaa, akaukamata ule mkufu, akaukamata nikamwambia nini, akasema mkufu mzito, akaukamata akaukata, akautupa. Haya, akaanza kupiga piga nini, hereni hizi, nanipigia kelele, nikajua ni shida zipo hiyo, hivyo vitu vilikuwa vimeambatana na hivyo vitu vingine, akavitoa akavitupa kule. Haya, akaendelea kutapika akatapika akatapika, akatapika. Baada ya kumaliza kutapika, akasema nimepona. Akaangalia hivi akakuta tuna kitabu cha tenzi kilikuwa pale. Akakisoma akasema, jamani, sikimeandikwa hivi eh? Akafungua sikimeandikwa hivi eh? Sawa. Akasema naona sasa, naona sasa, naona jina hey. hey, la Bwana hey. libarikiwe hey, sasa hey. naona ndivyo ambavyo atatokea na wewe siku ya leo. Kuna mazingira unaweza ukaangaika, unaende nje ya nchi, uende hospitali zote, itashindikana. Leo Yesu tumetumia gharama zote, tumemleta Yesu hapa. Mwachambia mwambia shetani, sasa basi, kama hujaniua jana, kama hujaniua mwezi uliopita, kama hujaniua leo hivi tena, maana mwokozi yuko hapa. Ninakata rufaa leo. Tunawataka watu wanaokata rufaa, yes. wanaosema leo tunataka tukata rufaa sio rufaa ya kwenda India, rufaa ya kumwona mwokozi Yesu, kwamba anaweza yote, anaweza yote, anaweza yote. Anaweza yote. Ndivyo atakavyotokea kwako kwa. Amina, amina. Mtumishi wa Mungu akapona, alipopona akasema mwanangu Joni, akaita watoto wake, mtoto wake ameacha shule, paja lake hapa ni kama mtu ameingiza mkono hivi, linyama limetuna hivi binti wa kazi kuna hapa kuna linundu limekubwa hivi amebakiwa na mkono moja. Shetani ametawala nyumba ya mtu mkubwa msomi, hana jinsi, ana elimu lakini anapaparika, haoni namna, haoni mlango, lakini mlango alikuwa ni Yesu Kristo pekee an mm. Bwana Yesu pewe sifa, Amen. Bwana Yesu pewe sifa. Amen. hayo mazingira Akasema, wanangu njoni mimi nimepona na ninyi mtapona. Alipofika tukasema kwa jina la Yesu, binti yake kule, binti wa kazi kule, mapepo yakaanza kulipuka, yakaanza kuwatoka wale watu, yakatoka huku. Binti huyu anaeleza maisha ya mama yake akiwa mdogo, anasema sikiliza, mchungaji huyu anaeleza maisha yangu, maisha yangu ya nyuma, mimi sijui ameapateje ya mambo, anaeleza mambo ya nyuma. Kuna watu wako ndani ya mfumo, na hiyo kesho tutaipiga sana, ndani ya mfumo fuma wa magonjwa mwingine na ugonjwa wa ukoo yani unatembea na ugonjwa wa urithi biblia inasema kwenye petro wa kwanza mlango wa kwanza 18 nani mfahamu hili kwamba mlikombolewa sio kwa vitu vyaharibikavyo eh sio kwa vitu vyaharibikavyo kwa fedha au dhahabu muweze kutoka kwenye mwenendo wenu usiofaa. Sikiliza vizuri, mwenendo usiofaa mliopokea kwa wazazi wenu, mliopokea kwa nani? Jamani, soma iko kwenye biblia yako kwenye, mliopokea kwa wazazi wenu. Ndio huyo, mwingine anatembea na mwenendo usiofaa uko kwenye mfumo wa damu. Sikiliza, damu ulionayo wewe, umri ulionayo, damu yako ina umri mkubwa kuliko wewe. Kwa hiyo, uko ndani ya mfumo, uko ndani ya mfumo, unanena vibaya kwa hiyo kesho tutaipiga hiyo roho katika jina la Yesu. Hauondoki kwenye magonjwa wauko ndani ya mfumo. Amina, na Bwana atakutendea jambo hili. Kwa hiyo akaeleza, yule binti akashangaa. Binti anaeleza maisha ya usichana wa huyu bidada, akaeleza kila kitu, hivyo ndivyo ilivyokuwa Akaeleza, akaeleza, tukaamuru yale mapepo yakamtoka, yakamtoka. Na yule mwingine nyumba nzima kafunguliwa, Yesu akaingia pale pale. Na baada hapo yule mtu mkubwa akasema, mchungaji, kama unataka kufungua kanisa hapa, mimi nitanunua uwanja na kanisa nitalijenga, kwa sababu nimemwona Yesu alivyoniendea ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Natamani kuona Yesu akifanya jambo leo. Jioni ya leo Yesu afanye jambo juu ya maisha yako wewe, uliokata tamaa, umeharibikiwa Fedha imeshindwa, familia imeshindwa. Leo yesu anaweza yote, leo Yesu anaweza yote. Wote wanaosema wamekata tamaa kama huyu, watu walimkatia tamaa ndo, wazazi wake wakamkatia tamaa, ndugu zake wakamkatia tamaa, wakaamua ngoja bora tu akae makaburini, maisha yake yawe makaburini na si nyumbani. Lakini siku moja alipokutana na Yesu, Biblia inasema Yesu alipofungua mapepo, alipoondoka, akili zake zikarudi kwenye hali ya kawaida Aka akamwambia sasa, Yesu Yesu, kwa sababu nilikuwa naishi hapa, nataka nikufuate Yesu. Akamwambia sikiliza, umetoka nyumbani siku nyingi, nenda nyumbani kwako, nenda nyumbani kwenu, nenda kawaambia hayo aliyotendewa. Wanashangaa walioshindwa kumfungua, walioshindwa kumtetea, walioshindwa kumsaidia, anabisha hodi, anaingia, amekutana na Yesu. Wewe walioshindikana, jioni ali ataenda nyumbani, unasema nimekutana na Yesu Nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu. Madaktari wamekwambia uwezekane, nakutangazia yanawezekana. Ukiulizwa ni nini daktari anakwambia utakunywa dawa maisha yako yote, ukifunguliwa leo nenda hospitali, kamwambie daktari, nataka nihakikishe afya yangu, maana nimekutana na mtu mmoja anaitwa Mwokozi Yesu Kristo ambaye anahubiriwa maeneo ya machambia. Yeye anaweza yote, anaweza yasiyowezekana, anaweza magonjwa yote nimekutana naye, amemwambia ameniambia kansa yangu imeondoka, uvimbe umeondoka, ndivyo itakavyotokea. Unateseka, hauna haja kwenda India katarufa mahali hapa wa china la Yesu katarufa mahali hapa wa china la Yesu, lakini sharti ya kwanza mwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya! mwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amina, amen. Namwelewa Yesu huyu ametenda mambo makubwa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kana aliambiwa hata akapata watoto. Leo hivi ana watoto wawili na sasa hivi ni mjamzito mimba ya tatu. Nataka nikuambie sikiliza, kuna maisha unaishi sio ya kwako. Kuna watu wanakuchezea wameweka mijusi yao tumboni, wameweka zana zao tumboni kwako. Halafu wamezibeba nafikiria ni maisha. Unatembea kwenye mateso. Leo nataka nikuambie Yesu yuko hapa kwenye viwanja hivi vya Mwachambia. Hakuna kwenda Singida mjini hapa kwa jina la Yesu. Yesu anaenda kutenda muujiza. Hebu simama hapo ulipo kwa sababu Yesu anaenda kufanya jambo la ajabu hapa. Simama, simama mpendo wangu, simama hapo ulipo, kuna jambo Mungu anaenda kulitenda chioni ya leo Amen. Kuna jambo Mungu anaenda kulitenda chioni ya leo ambalo mwanadamu yoyote hakuwahi kuwaza kwamba ungeweza kutoka kwenye mtego wa shetani. Iko nguvu ya Mungu mahali hapa iwezayo kuponya na kufungua vifungo vyote na mateso yote, majini yanayokutesa, mauvimbe yanayokutesa, leo hii tunatangaza ni mwisho. Magonjwa yanayokutesa leo hii tunatangaza ni mwisho. Shetani anayekutesa leo hii tunatangaza ni mwisho, kwa jina la Yesu. Kila roho inayekutesa wewe, inakuharibu wewe, inayekutesa wewe ni sababu hauna Yesu ndani. Mtake Yesu ndani yako, mtake Yesu ndani yako. Biblia nasema kwenye Ufunuo 3:20, tazama nabisha mlangoni, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye. Na ndio maana maandiko yanasema pia, kama tunakula pamoja na Yesu, maandiko yanasema kwenye Marko 16, nasema hivi hata tukinywa vitu vya kufisha, tukila vitu vya kufisha, havitatudhuru. Haishi hapa havitatudhuru kabisa, havitatudhuru kabisa. Lakini Biblia inasema ya kwamba kwenye injili ya Yohana 14:23 anasema mtu akinipenda atalishika neno langu, na baba yangu atampenda, nasi, anaongea utatu, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Kwa hiyo, kwa Yesu ambaye atamhubiri, anataka fanye makao, sio Yesu wa mkutano. Yesu anataka kukanda ndani yako, ni Yesu ambaye atakufanya makao ndani ya mwili wako pasiwe na makao ya magonjwa, pasiwe na makao ya mapepo, pasiwe na makao ya mizimu. Leo Yesu akufungue, Yesu akutoe kwenye shida, pasiwe na makao ya mateso tena kwa jina la Yesu. Huyo mtu uliyechoka unateseka, unaonewa na shetani, nigukaribisha kimbia mahali hapa, nigukaribisha kimbia mahali hapa. Wewe unapitia changamoto unapitia mateso. Sante, sante.